Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 30 Novemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Andrea Mtume. Andrea, ndugu yake Simoni Petro, alizaliwa Betsaida Mkoani Galilaya, Israeli. Kwanza alikuwa mvuvi wa samaki na mwanafunzi wa Yohani Mbatizaji. Halafu alikuwa ndiye mtume wa kwanza aliyemfuata Bwana wetu. Siku moja alimsikia Yohani Mbatizaji akisema juu ya Mwokozi. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Aondoaye dhambi za dunia. Andrea alitafuta nafasi ya kuonana na Yesu. Yesu aliwauliza mnatafuta nini? Andrea na Yohane mtume walimjibu mwalimu, unakaa wapi? Hapo Yesu aliwaambia njooni, nanyi mtaona. Na hao wanafunzi wakamfuata Yesu na kuona mahali alipokaa na kushinda kwake siku ile. Waliporudi, Andrea akamwendea Simoni nduguye akamwambia, tumemwona Masiha aliyeaguliwa na manabii. Hata hivyo, pengine aliendelea bado na kazi yake ya uvuvi kwa muda, kwa sababu tunasoma katika injili ya Marko kwamba Yesu alipokuwa anapita kando ya ziwa Galilaya, aliwaona wavuvi wawili, Simoni na ndugu yake Andrea. Akawaambia, "Nifuateni, nami nitawafanya wavuvi wa watu." Pale pale waliacha nyavu zao wakamfuata. Hatusomi habari zaidi juu ya Andrea katika Injili isipokuwa wakati Yesu alipowapa chakula watu elfu tano na kumuuliza Filipo, tununue wapi mikate ili watu hawa wapate kula? Hapo Andrea alimleta mtoto kwa Yesu na kumwambia, yupo hapa mtoto mmoja aliye na mikate mitano ya shayiri na samaki wawili, lakini hivi vyatosha nini kwa watu wengi kama hawa. Mapokeo yanasema kuwa baada ya Pentekoste, Andrea alihubiri Injili katika sehemu mbalimbali mbali, na kwamba hatimaye aliuawa msalabani huko Akaya nchini Ugiriki. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina.